Wote tunajua kwa mwanzo tulikuwa tuna hospitali moja ya serikali Nyamiaga ya wilaya, lakini tuna hospitali teule pale Murugwanza, lakini ya serikali ilikuwa ni moja. Na ukija kuangalia jiografia ya jimbo letu la Ngara jinsi ilivyo, ilikuwa ni changamoto sana kwa watu ambao wanatoka katika hizo tarafa mahususi hizi mbili Rulenge na Murusagamba, kulazimika kwenda paka Nyamiaga au kwenda paka Murugwanza kwa ajili ya huduma za afya. Kwa hiyo walikuwa wanateseka sana. Na wameteseka sana kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais taarifa zikamfikia na yeye akajiridhisha kwamba kweli kulikuwa kuna uhitaji wa hospitali nyingine ya pili ili huduma hizi ziweze kugawanywa kulingana na jiografia ya jimbo letu la Ngara jinsi ilivyo. Sasa nashukuru DMO, umetueleza vizuri kuhusiana na ujenzi ambao unaendelea, lakini tayari baadhi ya huduma zile za msingi zimekwishaanza kutolewa, na mimi mwenyewe nimeshuhudia kuna huduma nyingine zinaendelea vizuri. Tumekuta watu wengine wako kwenye vyumba vya upasuaji, tumekuta kina mama wanaosubiri kujifungua, lakini tumekuta kina mama wengine ambao tayari wameshajifungua na anaruhusiwa kuendelea na shughuli zao. Kwa mimi nikupongeze DMO, pamoja na watumishi wote, kwa namna ambavyo mmetekeleza maono yale ya Mheshimiwa Rais ya kutoa huduma kwa wananchi wa maeneo haya, na nyinyi mnatekeleza kwa, kwa vitendo. Kwa mimi nawapongezeni sana na kikubwa, kwa sababu bado kuna vitu vingine ambavyo vinahitajika kwenye hiyo hospitali, ndio maana nimesema nije. Nikitoka hapa, mwezi Januari nitaenda kwenye vikao vya bunge kule, nitakwenda kukutana na Waziri wa TAMISEMI kule, nitakwenda kukutana na Waziri wa afya kule, nitakwenda kukutana na Waziri Mkuu kule, nitakwenda kukutana na Waziri wa maji. Kwa hiyo nilitaka nijue hata unapoenda kukutana nao kwenye mradi wa kimkakati mkubwa kama huu katika jimbo letu la Ngara, lazima ujue ni nini ambacho kimeshafanyika, ni nini ambacho kinahitajika kufanyika kwa haraka, na progress yake inaendeleaje. Kwa hiyo nimefika hapa niweze kushuhudia, nijue hali tuliyopo, vitu ambavyo vinahitajika na mipango endelevu ikoje, ili nitakapokwenda kuzungumza na hawa mawaziri wa sekta ambazo zinaendana na hii huduma ya hapa, ili nao waweze kujua niwaeleze nikiwa na confidence, kujua ni kitu gani ambacho kinatakiwa kufanyika katika hii hospitali yetu ya wilaya. Na kwa sababu rais alituelekeza yale mambo yote ambayo ameanzisha, lazima tuende tuhakikishe yanafanyika kwa jinsi ambavyo yeye alikuwa anatamani na kwa jinsi yeye ambavyo alikuwa amepanga. Kwa hiyo sisi, katika jimbo letu la Ngara, mradi huu wa hospitali ya wilaya ni miongoni mwa miradi ambayo Mheshimiwa Rais anataka ufanye kazi na uende kutoa huduma kwa wananchi kwa jinsi ambavyo yeye alikuwa amepanga. Kwa hiyo tunatambua kwa sababu fedha zinakuja kwa awamu, lakini jukumu langu mimi kama mbunge ni kwenda kupiga kelele, kama fedha zinazokuja kwenye mwaka ujao wa fedha walikuwa wametenga kiasi fulani, lakini mimi lazima niende nikakomae, ili fedha iongezeke, ili huu mradi uweze kukamilika asilimia moja kwa wakati na uweze kutoa huduma jinsi ambavyo nataka, kwa sababu eh, kama itaendelea hali kwenda taratibu taratibu, inawezekana tukaje tukapata huduma nyingine ya mwisho alafu hizi huduma nyingine za mwanzoni zikawa zimekwishaanza kuchakaa zika kwa hiyo tunataka tujitahidi tukapambane, ili huduma zote ziweze kutana kwa wakati mmoja kwenye hili swala la hospitali ya wilaya ya, ya, ya, ya. Mimi nakuahidi nitakwenda kumb, sio kwenda kubumbana, nitakwenda kupambana na waziri wa afya, waziri wa TAMISEMI kuweza kuhakikisha kwamba fedha zinakuja huu mradi ukamiliki, uweze kuanza kazi kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo nilikuwa naona ni aseme hayo, lakini tumeona mambo mbalimbali ambayo DMO huduma mbalimbali ambazo zinatolewa. Tunashukuru kwamba tayari umekwisha pata gari la wagonjwa na busara imekuongoza kwamba katika ile magari mawili utakayopokea kutoka kwa wadau, basi gari moja lije kwenye kwenye hospitali hii ya Mbuba ili wananchi wetu wa Mbuba na wenyewe waweze kuwa na uhakika wa kupata huduma za dharura pale wanapohitaji huduma hizo kutoka katika maeneo katika maeneo mengine. Kwa hiyo mimi nikupongeze jitihada mbalimbali ambazo mnaendelea nazo kufanya kwa kuhakikisha kwamba huu mradi wetu unakuwa vizuri. Mimi nakupongeza pamoja na watumishi wote ambao ambao wana, wanafanya huduma katika eneo hili. Katika kwa hiyo tujitahidi tukafanya kazi vizuri tuwahudumie wananchi vizuri kwa lugha nzuri na mimi nimeongea na wagonjwa walio watatu kule wote, ambao nimeuliza watu wamesema huduma za hapa zinaenda zinaenda vizuri ziko sawasawa. Kwa hiyo nilikuwa naomba kama kuna kama kama kama kile walichokisema, tuendeleze vile jinsi ilivyo vile, na hata wale watumishi wenzetu ambao leo hapo katibu atazungumza nao, kawaambieni wakafanyie kazi.